Natakiwa kuwa wamoja siku zote, bila umoja na ushirikiano, heshima tuliyopewa na wananchi wetu wa wilaya yetu ya Mkinga 146000 na, na usheeni, tutakuwa hatuitendei haki imani ambayo wananchi wameonyesha kwetu, tusipokuwa wamoja, tusipokuwa na mshikamano imani hii tutakuwa tuitendei haki, kwa sababu bila umoja hamtajadili maendeleo. Bila umoja na mshikamano, ndugu mwenyekiti, humu ndani tutakuwa na mabaraza mawili au matatu, kwa sababu mtagawanyika. Bila umoja na mshikamano, kila litakalokuwa linaletwa kwa majadiliano ndani ya kikao hiki mtakuwa ninyi mnapingana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hali hiyo, hamtaweza kufikia malengo ambayo wananchi wanatamani afikiwe. Ameongea hapa dada yangu Zodo hapa akionyesha namna ambavyo kupitia jitihada mbalimbali kati ya halmashauri ndani ya halmashauri yetu tumeendelea kuwa tunapandisha mapato ya ndani ndani na ya halmashauri yaliendelea kupanda hivi siko bahati mbaya, isipokuwa ni kwa sababu umoja na mshikamano ulikuwepo. Ukisoma kumbukumbu za mwaka ishirini na ishirini zinaonyesha halmashauri tulikuwa tunakusanya mpaka milioni mia nane tu, lakini mwaka uliopita wa fedha tumekwenda mpaka takriban bilioni tatu. Juhudi hizo ni kwa sababu ya umoja na mshikamano. <tune>